Jumatano Kuu, 16 Aprili 2025, tunasoma kutoka Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 26 kuanzia ile aya ya 14. Wakati huo mmoja wa wale tenasha la jina lake Yuda Iskariote aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami ni msaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha tokea wakati huo akawa kutafuta nafasi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uwile Pasaka? Akasema, nendeni mjini kwa mtu fulani mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale tenashara, na walipokuwa wakila alisema, amin, nawaambia mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu akasema, yeye atiaye mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakayenisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa, lakini ole wake mtu yule ambaye hamsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, ni mimi rabi? Akamwambia, wewe wasema. Tunasoma hayo katika injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 26 aya 14 hadi 25. Wapendwa, familia ya Mungu, kama wengi wetu mnavyojua, tupo kwenye juma kuu, tukijiweka tayari kuadhimisha mafumbo ya wa wokovu wetu ambayo yatatekelezwa kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakumbuka Yesu alikuwa na wanafunzi wake wakipata chakula cha jioni cha Kipasaka. Wakati wanafurahia chakula hicho, ndipo Yesu akaanza kuzungumzia jambo ambalo lilileta mtafaruku kati ya wanafunzi wake. Alitangaza kwamba mmoja wao wanafunzi hao atamsaliti. Hatimaye msaliti, msaliti akafahamika, Yuda Iskariote akamuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha ambavyo alivipata kutoka kwa viongozi wakuu wa makuhani. Leo tunaposikia kuwa Yohane ndiye ambaye alimsaliti Bwana wetu Yesu Kristo tunaweza tukajihoji. Je, mimi binafsi simsaliti Yesu? Je, nawe jirani yangu haumsaliti Yesu kwa namna yako ya kuuishi ukristo wako? Leo hii wewe na mimi tunamuuza Yesu au jirani yetu kwa vipande vingapi vya fedha? Mara ngapi tunapokea rushwa ili kusema uongo na kumkandamiza mwingine kwa manufaa yetu? Tunatumia mbinu chafu ili kupata utajiri kwa udi na uvumba, huko ni kumuuza Yesu kama alivyofanya Yuda Iskariote. Je, leo hii wangapi kati yetu tunamsaliti Yesu kwa tamaa ya madaraka au vyeo? Je, ni wangapi kati yetu tunamuuza Yesu kwa starehe na anasa za dunia zinazotufanya tuanguke katika dhambi? Tunapomtafakari Yuda Iskariote, tutambue kwamba sisi pia taweza kuwa akina Yuda Iskariote wa kizazi hiki kipya kutokana na jinsi tunavyouishi ufuasi wetu wa Yesu. Wengi wetu tunaishi kinafiki, maneno yetu hayalingani na matendo yetu. Kwa kinywa chetu tunamkiri Mungu, lakini maisha yetu ya kila siku yanakiuka imani tunayokiri kwa midomo yetu. Inafaa tujue kuwa hiyo miungu tunayoifuata inapingana na imani yetu kwa Mungu mmoja aliyeumba mbingu na dunia. Tunapojiandaa kuingia katika maadhimisho ya siku tatu kuu za Pasaka yanayoanzia Alhamisi kuu jioni tunapoadhimisha misa ya karamu ya Bwana, wapendwa Familia ya Mungu na watakie nyote baraka tele za Mungu ziwe nanyi wakati wote wa kipindi cha Pasaka. Nilikuletea tafakari ya siku hii ya leo, imimi pado ya Ntunchurumba kutoka Jimbo la Linde.